Kwenye kambi iliyoko mpakani mwa Chad na Sudan, Najwa Isa Adam mwenye umri wa miaka 32 amejitolea kuwapikia na kuwagawia chakula watoto yatima wa Sudan waliokimbia kutoka El Fasher, mji uliotwaliwa kwa vurugu na wanamgambo wa RSF hivi karibuni. Najwa, ambaye naye ni mkimbizi kutoka eneo hilo, aliwasili Tine mwezi Oktoba baada ya kukimbia mauaji na mapigano yaliyotikisa mji wao. Anasema alipokuwa akikimbia alikamatwa na wapiganaji wanne wa RSF waliomshikilia kwa bunduki na kumbaka mara kadhaa kabla ya mtu aliyekuwa akipita kusikia kilio chake na kumwokoa. Licha ya mateso hayo, sasa anatumia fedha zinazotolewa na wakimbizi wenzake mjini Tine kununua chakula, kukipika na kukisambaza kwa familia mpya zinazowasili zikiwa hazina chochote. Kwa wakimbizi wanaoingia Tine Msaada wa kibinadamu wa kimataifa ni haba sana, jambo linalowaacha wakitegemea ukarimu wa wenzao waliowatangulia. Kwa wengi wao, chakula pekee wanachopata kinatokana na michango ya wakimbizi wengine, iwe ni waliowasili siku za karibuni au wale walioishi hapo kwa miaka mingi tangu machafuko ya awali ya Sudan.